Hujambo, hujambo tena popote ulipo, huyu ni Marion Magic. Karibu katika Nyota ya Leo. Tunaenda kusema kwa Kiswahili siku ya leo, kwa hivyo nakaribisha ungane pamoja nami tangu mwanzo hadi tamati. Kwa hivyo usisahau kwenda katika ukurasa huu wa Marion Magic, you go there and like subscribe and share. Kwa hivyo na kukaribisha. Katika kipindi cha leo, tunaenda kuanza nyota ya leo kwa wimbo kutoka Tenzi za Moyoni ama ni Tenzi za Rohoni. Wimbo ni sioshwi dhambi zangu

wala udhuru tena, ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa.

Kasa, ila damu yake Yesu ya shinda ulimwengu. Iyo damu yake Yesu na kutufikisha juu.

Hakuna dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Karibuni katika kipindi hiki ni Nyota ya Leo, ni Nyota ya Leo pamoja nami hapa Marion Magic. Leo tunaenda ku kuangalia kitabu cha Zaburi ha hamsini na moja. Kitabu ni Zaburi hamsini na moja, na tutaskiza zaburi hiyo, tutakariri pamoja. Ukipenda tusome pamoja. e Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu,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 mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoiponda ifurahi. Usitiri uso, usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote, E Mungu. Uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. E Mungu, Mungu wa wokovu wangu, uniponye na damu za watu, na ulimi wangu utaiimba haki yako. E Mungu, uifumbue midomo yangu na kinywa changu kitazinena sifa zako, maana hupendezwi na dhabihu, au ningeitoa wewe, huridhi sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, e Mungu, hutaudharau. Uitende mema Sayuni kwa radhi yako, uzijenge kuta za Yerusalemu. Fungu la kumi na tisa la mwisho: ndipo utakapopendezwa na dhabihu za haki na sadaka za kuteketezwa na kafara, ndipo watakapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. Kwa hivyo nilikuwa napitia -na Zaburi hamsini na moja, na Zaburi hii ya hamsini na moja inazungumzia toba ya Daudi. Zaburi hii ni zaburi ya Daudi wakati Nabii Nathani alipomjia, alipokuwa amekwisha kwenda kwa Bethsheba. Sote tunafahamu hadithi hiyo ya Betsheba, eh, ya da, Daudi na Betsheba. Daudi alimtoa mkewe Uria, baada ya kumua akamchukua aka akawa mke wake. Waliweza kujaliwa mtoto wa kwanza ambaye aliaga, lakini baada ya toba Mungu akasikia kilio cha Daudi, akamsamehea niposa wakajaliwa mtoto mwingine ambaye anajulikana kama Suleimani. Wanasema ndiye mtu wa busara aliyewahi kuishi, uh, busara nyingi aliyewahi kuishi ulimwenguni. Kwa hivyo, kutokana na Zaburi hii, kutokana na Zaburi hii ya hamsini na moja tunajifunza mambo mengi, lakini ningependa tutaje mambo matatu muhimu ambayo tumejifunza kutokana na Zaburi hiyo. Nimeikariri ama nimeisoma mfululizo kutokana na Zaburi hiyo, unaweza ukasoma wakati wako. Zaburi hii inatufundisha kwanza, kwamba Mungu ni mwenye huruma ni mwenye huruma. Mungu ni mwenye huruma na upendo wa Mungu unashinda dhambi zote. Sijui kama unadhani kwamba umetenda dhambi, kwamba umetanga mbali na Mungu, ukadhani kwamba hawezi kukusamehea? Yeye ni Mungu mwenye huruma na upendo wake unazidi dhambi zote tazama kisa cha Daudi alivyotenda mbele za Mungu eh, lakini alipolezwa eh, na Nathani uh, aliweza uh, kutoa toba ya kweli fundisho la pili kwamba Mungu husikiliza toba ya kweli Daudi alikubali makosa yake akatubu dhambi zake, alikubali makosa akatubu dhambi na akamuomba Mungu amuoshe ang'are. Eh, sasa swali ni je, wewe hutoa toba ya kweli? Wewe hukubali makosa yako? Wewe unakubali makosa wakati unayafanya? Si kwamba Mungu hayafahamu. Mungu anayafahamu makosa yote tunayotenda. Kwa hivyo jukumu lako ni kuyakubali makosa hayo. Alivyoyakubali makosa yake Daudi akatubu na Mungu akamsamehea. Na fundisho la tatu ni kwamba Mungu anapenda roho iliyovunjika. Iliyo, uh, tunaambiwa tumesoma katika kitabu hicho, ninaweza kurejelea ikiwezekana, kwamba Mungu anapenda roho iliyovunjika, roho inayoweza kuhuzunishwa na dhambi eh, na maovu. Swali ni je, wewe unapotenda maovu mbele za Mungu, je, unahuzunishwa na maovu hayo? Je, wewe unahuzunisha na maovu haya? Ha, ni swali e, la kutafakari. Ni swali ambalo unaweza kuli tafakari haya. Kabla hatujaendelea, ningependa tuweze ku, kurejelea tena wimbo wa pili e, tutaimba wimbo wa tenzi za moyoni. Uh, wimbo ni tenzi hizo, wimbo nambari kumi na nne nambari kumi na nne Nitembee nawe, swali na ambalo ningependa ufikirie, je wewe, unataka kutembea na Bwana hmm? Unataka kutembea na Bwana nitembee nawe

kwa nguvu nitasafiri, Yesu nitembe nawe wenyewe. Umeharibika jamani, mbona tena nimechanganya. <laughs> Acha nichecheke kidogo, nimechanganya fungu la pili na la tatu, wanaofahamu hivyo watanicheka. Haya, naomba kurudia tena, uh, fungu la pili, fungu la tatu. Kuna kisehemu ambacho kimeacha lakini nimekipata. Siwezi tembea apeke, pana dhoruba mbingu

Sikiza wimbo ambao unatukumbusha kwamba tunafaa kuomba kutembea na Bwana, tunafaa kuomba tutembee na Bwana. Ningependa tusikize nione, ningependa tusikize kifungu kilicho hapa. Haya, tusikize Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza. Lile lililokuwako tangu mwanzo tulilolisikia tuliloliona kwa macho yetu tulilolitazama na mikono yetu ikalipapaza kwa habari ya neno la uzima, na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeona tena twashuhudia na kuwahubiri nyinyi uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu; hilo tuliloliona na kulisikia twahubiri na nyinyi ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo na hayo twayaandika ili furaha yetu itimizwe. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo wetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Ni kweli, tukisema kwamba hatukutenda dhambi twamfanya yeye kuwa mwongo Nawa neno lake halimo kwetu. Biblia imetukumbusha. Karibu tena wakati mwingine kwa kipindi cha Nyota ya Siku. Umekuwa pamoja nami Marion Magic jioni ya leo kutoka humu humu mjini, eh, ni mjini ama ni jijini Nairobi, nchini Kenya nikikuletea kipindi cha mm? nyota ya siku ngana nami tena kwa kipindi kama hicho wakati mwingine usisahau kwenda katika youtube channel yangu go there like listen, like subscribe and share nawatakieni kila laheri katika maisha yenu kwa herini kwa sasa hadi wakati mwingine